Hello, karibu tena katika chaneli yetu ya Lusa Elimu. Leo tumekuandalia tena orodha ya majina ya walioitwa kwenye usaili, jiji la Arusha, jimbo la Arusha mjini. Hivyo tukukumbushe tena usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kwa kwanza endapo tutafanya updates za majina ya majimbo mengine yaliyo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 hapa chini sasa. Samari ya tangazo letu la jimbo la Arusha mjini ni kwamba usaili utafanyika siku ya tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na muda kuanzia saa nne kamili asubuhi. Lakini pia usaili utafanyika kwa kila kata kulingana na mchanganuo ambao umeorodheshwa hapo chini. Maana yake katika tangazo letu utakaposhuka chini ya tangazo utakuta listi ama majina yote yaliyoitwa kwenye usaili. Sasa listi hii imeandaliwa kwa kuzingatia kata, nafasi pamoja na, na jina la mhusika aliyeitwa kwenye usaili. Kwa hiyo kwa hiyo kama kata yako itakuwa ni Baraa, basi utapaswa kufika kwenye usaili tarehe 13 mwezi wa 10 2025 katika ofisi za kata hiyo ya Baraa kama tunavyoona katika tangazo letu, lakini pia chini huku tutapata kuona baadhi ya majina walioitwa kwenye usaili tofauti na kata ya bara. Mfano, kuna hii kata ya daraja ya pili. Kwa hiyo hawa watafika katika ofisi kata ya kata daraja ya pili, kama tangazo letu linavyoeleza. kwa hiyo waombaji wote ambao majina yao yapo katika hii listi watafika kwenye usaili, lakini vituo vitakuwa ni ofisi zao za kata. Kwao unafika pale katika ofisi ya kata, na utaratibu mwingine utaelezwa pale. Hivyo zingatia maelezo ya tangazo hili, ili usije kuta kinyume ama kupata changamoto ambazo zitakufanya uchelewe kufika kwa wakati katika ofisi hizi. Tuepuka sana maelezo si rasmi kutoka katika makundi mbalimbali pamoja na social media. Sasa tangazo limejieleza ni wapi kwa kufika siku ya usaili. Kwa hiyo tuendelee kukumbusha, usisahau kusubscribe, kushare na comment kwa kwanza, endapo tutatoa mwendelezo wa majina mengine. Pia kuna maswali ambayo yameshaulizwa katika baadhi ya majimbo utapata kupitia katika chaneli yetu ya WhatsApp. Ili kuweza kutufollow, basi unaweza kwenda katika uwanja wa comment, utakuta linki ya WhatsApp chaneli yetu, utaibonyeza ili kuweza kutufollow.